Mlango wa 34 Yosia alikuwa na umri wa miaka 8, alipoanza kutawala; akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Akafanya yaliyomema machoni pa Bwana, akaziendea njia za Daudi babaye, asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, naye akalimchanga alianza kumtafuta Mungu wa Daudi babaye, hata katika mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa mahali pa juu na kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kusubu. Wakazibomoa madhabahu za mabaali machoni pake na sanamu za jua zilizoinuliwa juu yake akazikatakata, na maashera na sanamu za kuchonga nazo za kusubu akazivunjavunja, akaziponda kuwa mavumbi, akayamimina juu ya makaburi ya hao waliozichinjia dhabihu. Akaiteketeza mifupa ya makuhani madhabahuni mwao, akasafisha Yuda na Yerusalemu. Na katika miji ya Manase na Efraimu na Simeoni mpaka Naftali, akafanya vile vile na katika maganjo yake pande zote. Akazibomoa madhabahu akapondaponda maashera na sanamu kwa mavumbi, akazikatakata sanamu zote za jua katika nchi yote ya Israeli, kisha akarejea Yerusalemu. Hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake. Alipokwisha kuisafisha nchi na nyumba akamtuma Shafani mwana wa Azalia na Maaseya akida wa mji na Yoa mwana wa Yoahazi mwandishi wa tarehe waitengeneze nyumba ya Bwana Mungu wake wakamjia Hilkia kuhani mkuu wakampa fedha iliyoletwa nyumbani mwa Mungu waliokusanya walawi wangoje mlango mikononi mwa Manase na Efraimu na mabaki yote ya Israeli na Yuda yote na Benyamini na wenyeji wa Yerusalemu, wakaitia mikononi mwa watenda kazi walioisimamia nyumba ya Bwana na hao mafundi waliotenda kazi nyumbani mwa Bwana wakaitoa kwa kuitengeneza na kuifanya upya nyumba. Wakawapa maseremala na waashi ili wanunue mawe ya kuchonga na miti ya kuungia na kuifanyiza boriti kwa nyumba zile walizoziharibu wafalme wa Yuda. Na watu wakatenda kazi kwa uaminifu na wasimamizi wao walikuwa Yahathi na Obadia Walawi wa wana wa Merari na Zekaria na Meshulamu wa wana wa Wakohathi ili kuihimiza kazi; na wengine katika Walawi wote waliokuwa wastadi wa kupiga vinanda, tena walikuwa juu ya wachukuzi wa mizigo, wakawahimiza wote waliotenda kazi ya huduma yoyote. Na miongoni mwa Walawi kulikuwa na waandishi na wasimamizi na mabawabu. Nao walipotoa ile fedha iliyoletwa nyumbani mwa Bwana, Hilkia kuhani akakiona kitabu cha Torati ya Bwana iliyotolewa kwa mkono wa Musa. Akajibu Hilkia akamwambia Shafani mwandishi, Kitabu cha Torati nimekiona nyumbani mwa Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu. Shafani akampelekea mfalme hicho kitabu, tena akampasha mfalme habari akisema, Yote waliokabidhiwa watumishi wako wayafanya nao wameimimina fedha iliyoonekana nyumbani mwa Bwana, nayo wameitia mikononi mwa wasimamizi na mikononi mwa watendakazi. Shafani mwandishi akamweleza mfalme akisema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akasoma ndani yake mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya Torati, aliyararua mavazi yake. Mfalme akawaamuru Hilkia na Ahikamu mwana wa Shafani na Abdoni mwana wa Mika na na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme kusema, nendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na hao waliosalia wa Israeli na Wayuda katika habari za maneno ya kitabu kilichoonekana, maana ghadhabu ya Bwana ni nyingi iliyomwagika juu yetu kwa sababu baba zetu hawakulishika neno la Bwana kutenda sawasawa sawa na yote yaliyoandikwa kitabuni humo. Basi Hilkia na hao waliotumwa na mfalme wakamwendea Hulda nabii mke mkewe Shalumu mwana wa Tohathi, mwana wa Hasra mtunza mavazi. Naye alikuwa akikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili, wakasema naye kama hayo. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu huyo aliyewatuma kwangu, Bwana asema hivi, angalia, nitaleta mabaya juu ya mahali hapa na juu ya wakaao, laana zote zilizoandikwa katika kitabu hicho alichokisoma mbele ya mfalme wa Yuda, kwa sababu wameniacha mimi na kuifukizia uvumba miungu mingine, ili wanikasirishe mimi kwa matendo yote ya mikono yao. Kwa hiyo ghadhabu yangu imemwagika juu ya mahali hapa, wala isizimike. Lakini mfalme wa Yuda aliyewatuma kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi: Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo nawe umejinyenyekeza mbele ya Mungu uliposikia maneno yake juu ya mahali hapa na juu ya wakaao, ukajinyenyekeza mbele zangu na kuyararua mavazi yako na kulia mbele zangu mimi, nami nimekusikia, asema Bwana. Tazama, nitakukusanya kwa baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayataona mabaya yote nitakayoyaleta juu ya mahali hapa na juu ya wakaao. Basi wakamrudishia mfalme habari. Ndipo mfalme akapeleka wajumbe akawakusanya wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Akapanda mfalme nyumbani kwa Bwana na watu wote wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu na makuhani na Walawi na watu wote, wakubwa kwa wadogo, naye akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana nyumbani mwa Bwana. Akasimama mfalme mahali pake, akafanya agano mbele za Bwana kumfuata Bwana na kuzishika amri zake na shuhuda zake na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, kuyatenda maneno ya agano yaliyoandikwa kitabuni humo. Akawafanya wote walioonekana katika Yerusalemu na Benyamini walikubali. Na wenyeji wa Yerusalemu wakafanya sawasawa na agano la Mungu, Mungu wa baba zao. Naye Yosia akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi zote zilizokuwa milki ya wana wa Israeli akawafanya wote walioonekana katika Israeli kutumika. Naam, wamtumikie Bwana, Mungu wao. Siku zake zote hawakuacha kumfuata Bwana, Mungu wa baba zao.